Huko mjini Manyoni, jangwani mwa Tanzania, joto la mwezi Oktoba ilikuwa lenye ukali wake. Katika shule ya msingi Tumaini hewani kulikuwa na furaha isiyo ya kawaida. Ilikuwa ni siku maalum, siku ya ziara ya kielimu kwenda kwenye makumbusho ya taifa ya Dodoma. Ziara hiyo ilipangwa na walimu, ilikuwa tukio la mwaka lisilosubiriwa na wanafunzi wote, hasa wanafunzi wa darasa la saba ambao walikuwa wakimaliza masomo yao ya shule ya msingi. Katika ofisi ya kuandika mwalimu mkuu kijana alitoa mwongozo wa mwisho kwa walimu wanaosindikiza, bwana Sabiti na Birema. Na wategemea sana muhimu, ni usalama wa wanafunzi wetu, hakikini kila kitu kiko sawa. Bwana Sabiti, mwalimu mwenye uzoefu wa miaka 15 alitikisa kichwa kwa uhakika. Hakuna wasiwasi mwalimu mkuu, tutawaleta wote wakiwa salama, ondoa shaka kabisa. Uwanja wa shule ulikuwa na gasia ya furaha. Wanafunzi thelathini walikuwa wamejikusanya na mabegi yao madogo. Miongoni mwao kulikuwepo na Jabiri, mvurana mwenye bidii na aliyekuwa na wanachama wengi katika timu yake ya mpira wa miguu, Zinabu msichana mwenye akili mkali na ndoto na kuwa mwalimu, Fuari mwenye tabia ya kuchekesha na kuleta furaha kila mahali, na Aisha mwanafunzi mwadilifu na mwenye uluma kuliko wote. Walikuwa na furaha kubwa wakijadili kuhusu vitu walivyovitarajia kuviona kwenye makumbusho katika safari yao hiyo. Basi kubwa la shule lenye rangi ya kimanjano na bru lilipowasili lilisababisha viregere vigeregere vya furaha kwa wanafunzi. Dereva bwana mzee alikuwa mtu mwenye umri wa miaka sitini na tabasamu kali sana lilolionyesha usoni mwake. Aliwakaribisha kwa mkono wazi, karibuni watoto wangu, basi langu ni la kwenu, leo tutafika Dodoma kwa usalama. Safari ilianza na nyimbo nyingi kemkem -kem, michezo pamoja, wakihadisiana na hadisi zile na zile Wanafunzi walipanda kwa haraka wakishandana kuchagua viti karibu na madirisha. Basi lilipoondoka ugenini wa shule ulimba, wakaimba kwa nguvu. Bwana Thabiti alizunguka na kuhakikisha kila mtu amesafiri vizuri. Bilehema, mwalimu mwenye upole na umakini, aliwaonya wale waliosimama, watoto tafadhali, kaa chini na funga mkanda kwa usalama. Njiani uliondoka akiwa anafanya mazungumzo, yalikuwa ya kufurahisha. Zainabu alikuwa akisoma kijitabu kidogo kuhusu historia ya Tanzania. Jabiri na Faudi walikuwa wakicheza michezo ya kigugumezi kwenye simu. Aisha alikuwa ameketi na rafiki yake wakichora picha za miti na milima waliopita. Hali ya hewa ilikuwa nzuri, jua likiang'aza na upepo mkali ukivuma kupitia madirishani mwao, kwa sababu walikuwa wameacha wazi. Kila kitu kilionekana kwa njia nzuri, dalili zikaanza hivi, yani namaanisha mabadiliko ya ghafla tu yakaanza kutokea. Basi lilipokaribia eneo la Singida, hali ya anga ilibadilika ghafla, mawingu meusi yalianza kujilinda, upepo ukawa mkali zaidi na mvua ndogo zilianza kunyesha. Bwana mzee alionyesha wasiwasi kidogo aliongeza kasi ili aweze kupita eneo lenye mvua kabla hajaiongezea nguvu kabisa. Bwana mzee, je, barabara itakuwa salama? Bwana Thabiti aliuliza kwa wasiwasi. Inafikiri ndio, Bwana Thabiti, bwana mzee alijibu, lakini alikuwa akikaza macho kwenye barabara. Lakini mvua ilikuwa inaweza kuikareta matatizo Dafra basi lilizima kwenye dobo kubwa kabisa, inamaanisha basi lilizima kwenye dimbwi kubwa la maji lililokuwa barabarani. Mlango wa mbele ulibanjuka na kuanza kuingiza maji, wanafunzi wengine walipiga mayoe, lakini bwana mzee aligundua shida: breki zilikuwa zimeshapata unyevu na kupoteza ufanisi. Basi lilikuwa likishuka kwenye mteremko mrefu na mkali sana. Bwana mzee alijaribu kutumikia breki. Alijaribu sana kuitumia break lakini gari lilianza kuteleza kwa kasi kubwa sana. shika shika kitu chochote, bwana sabi alipiga kelele kwa sauti kubwa. Furaha zote zilipotea ghafla, kila mtu alikuwa na hofu katika basi hilo. Bwana mzee alijaribu kudhibiti gari, lakini lilianza kuzunguka na kuteremka kwenye kivuli cha mwamba. Kuna mlio wa kukwaruza kwa matairi ya chuma na kelele za kushtua. Basi lililopiga mwamba kilitikisika kwa nguvu na kuzima kelele zote. Waona ajali, maumivu na maumivu. Kulikuwa na utulivu wa kutisha kwa muda mfupi, kisha kelele za maumivu na mayowe zilianza. Basi lilikuwa limepinduka na kuvunjika, mabaki ya kioo na vioo vilikuwa vimewaka chini, damu zilikuwa zinatililika kila mahali. Jabiri alijikuta akiwa na mkono uliovunjika lakini akikumbuka rafiki yake. Fuad alikuwa amelala chini bila kujua chochote. Alijiita jina lake, aliita jina la rafiki yake Fuad. Zainabu alikuwa amejikuta akiwa na jeraha la kichwani, akijaribu kusimama na kusaidia wenzake. Aisha alikuwa amefungwa na, na kiti na kuweza kusonga, akilia kwa maumivu. Bwana Thabit alijaribu kuwasaidia wanafunzi, hata alikuwa na jeraha kubwa la mguu. Bilema alikuwa amezimia kabisa, lakini aliamka na kusikia mayowe ya wanafunzi wake. Bwana mzee alikuwa amejinyongea kwenye kiti chake akiwa na jelala kichwa na hawezi kusema chochote kabisa. Uokoaji na msaada. Baada ya muda mfupi, madereva waliokuwa wakipita walikuja kuwasaidia. Walivunja madirisha na kuwatoa waliojeruhiwa. Polisi na wagonjwa walifika baadaye na kuanza operesheni ya uokoaji. Waliokufa walitolewa kwa heshima. Kati yao kulikuwepo na Fuari aliyekuwa mcheshi wa darasa na wanafunzi wengine wanne. Wengi walikuwa wamejeruhiwa vibaya. Zainabu alipelekwa hospitali kwa haraka akiwa na matumaini ya kuokoka. Majonzi, habari za ajali zilienea kwa kasi mjini Manyoni. Wazazi walikimbilia hospitalini wakiwa na hofu na wasiwasi juu ya wanao waliopoteza watoto wao walilia kilio cha moto. Shule ilikuwa na huzuni kubwa sana. Bwana Kijana alitangaza siku sita za majonzi na shule ikafungwa. Jabili na Isha waliosalia walihisi huzuni kubwa sana. Walikumbuka siku zote walizocheza na Fuari na wazio. Kila walichokiona darasani walikumbuka enzi zao wakicheza na wenzao ambao hawakuwa tena pamoja nao Yaani tayari wameshatangulia mbele za haki. Baada ya majonzi, shule ilianzisha ujenzi wa kaburi la kumbukumbu kumbu la wanafunzi waliopoteza maisha. Zainabu alipona polepole, lakini jeraha la kichwa lilimfanya asahau mambo mengi, ikiwemo ajali hiyo. Hadithi ya ajali iliyoacha alama isiyofutika ikawa somo kwa kila mtu. Wazazi walianza kukazana usalama kwa watoto wao shule zilibaini kanuni za usalama safarini, na wanafunzi walijifunza kuwa maisha ni ya pekee na ya thamani, na kuwa tunapaswa kupenda na kuwathamini wale tulionao kila siku, kwa sababu muda wowote, siku yoyote, tunaweza tusiwe nao tena. Na hivi ndivyo ilikuwa hadithi ya safari iliyokuwa na malengo ya kuelimisha na kuwafurahisha wanafunzi, lakini ikamalizika kuwa ya huzuni na machozi, lakini pia ilionyesha ujasiri, ushirikiano na huruma katika wakati mgumu, na kuwafundisha watu kuhusu umuhimu wa usalama na upendo. Na hapo ndio mwisho wa stori yetu, na hii ni Smax Films inaitwa S M A X A K A Smax King of Facts. Usisahau kusubscribe, ku like na ku comment. Ili uwe updated, ili uwe updated na video mpya tukafuatia.